Mimi kama msaidizi wako wa sekta ya kilimo, na jana, Mheshimiwa Rais, umehutubia Watanzania kwa almost masaa matatu. Jirani yangu alikuwa Maamudu Thabiti, tulikuwa tunaongea, na nataka niseme, unajua nchi hii, Mheshimiwa Rais, ukisema ukweli wasioupenda baadhi, kuna neno maarufu sana linaitwa chawa. Chawa ni yule anayesema kile ambacho hawakipendi. Ukikisema kile wanachokipenda wao, anaitwa mpambanaji. Kwa hiyo, si tumekubali kwamba kwenye maisha ya Watanzania tutayasema yanayowahusu Watanzania, tutakuwa machawa Watanzania wote. Hiyo ndio tafsiri sahihi ya uchawa. Mheshimiwa Rais, jana umehutubia Watanzania. Toka tunapata uhuru wa nchi, taifa hili limezungumzia dhana inayoitwa maendeleo vijijini. Ukimwacha Baba wa Taifa, serikali hii ya awamu ya sita ndiyo imetekeleza kwa kina maana halisi na falsafa ya kupeleka maendeleo vijijini. Bahati nzuri bado wapo wazee hai. Mimi nimeenda wizara ya kilimo, nimekuta maandiko ya mzee Wasira mengi tu, kila alichokuwa akiandika alikuwa anaishia kwenye dokezo lake, hamna kilichotekelezwa. Kwa hiyo mimi sikuanzia mbali, nilikuwa navuta makaratasi ya kina mzee Wasira, nasema hili la ruzuku ni muhimu kwa maisha ya wakulima, nakuja kwako ni serikali hii imepeleka maji vijijini, leo tunazungumzia over 80% na jana umetusomea takwimu vijijini. Serikali hii me, imepeleka fedha za TARURA, ni barabara za vijijini, sio flyover za Dar es Salaam. Barabara za vijijini, wakulima tutoe mazao tupeleke sokoni, ni serikali yako. Leo vijiji vyote elfu kumi na mbili vina umeme, Mheshimiwa Rais, sisi tunaotoka vijijini na wakulima ndio tunaelewa maana yake Mweshimua Rais, maana yake umetugusa watu wa vijijini. Ni serikali unayoiongoza inatumia bilioni mia saba kuwapa wakulima ruzuku ya mbolea. Leo hii nchi imetoka matumizi tani lakitatu na elfu miaka minne iliyopita, mwaka huu msimu wa kilimo ulioisha tumetumia tani lakinane na elfu stini, unatumia wastani wa kati ya bilioni mia na mpaka mia tatu kwa mwaka na, na kina naziri hapa, Mheshimiwa Rais, tunaendelea kuwalipa na hata juzi wamepata mgao kutoka hazina wa kulipa ruzuku yao na mwingine uko njiani. Lakini vilevile nimshukuru sana mwekezaji wa kiwanda hiki, Mheshimiwa Rais. Huyu bwana miaka kama minne iliyopita ulivyowaelekeza na kumwelekeza waziri wa uwekezaji wa wakati ule walikuja yeye na mzee Chiligati, na timu yao, siku ya Jumapili, ofisi ya wizara ya kilimo, tukaianzia hiyo safari mpaka kufika siku ya leo. Kwa dhati kabisa, namshukuru kwa sababu ni risk taker. Ni mtu ambaye mkikubaliana, anaiamini serikali, anachukua hatua. Namshukuru sana, amefanya expansion kubwa hapa Mheshimiwa Rais. Hakukuwa na feasibility study, tulimwonyesha tu mahitaji Akasema, kwa hiyo serikali, nyinyi mtanilinda? Tunamwambia ndio. Basi tusaidieni kuongea na benki yangu ambayo ni CRDB. Kwa hiyo namshukuru sana Majid kwa sapoti aliyoitoa kwa, kwa, kwa kiwanda hiki. Asante sana.